Kwa majina anaitwa Kamishna Msaidizi wa Hifadhi Neema Filipo Mollel. Tupo hapa leo kwenye nyumba ya kumbukizi ya Mwalimu Nyerere. Uh, tuko kwa ajili ya kukutana na wageni mbalimbali wanaokuja kutembelea nyumba hii, lakini kwa ajili ya kutafakari kuhusu Mwalimu Nyerere. Hifadhi uh, za Taifa Tanzania TANAPA ni taasisi ambayo ipo kwa ajili ya Mwalimu Nyerere kuhakikisha maliasili hizi zimelindwa. Mwalimu Nyerere kwetu sisi kama hifadhi za taifa, tunaona ni mhifadhi wa kwanza, kwa sababu yeye ndo amewezesha hadi leo hii tuna mali asili nyingi ambazo zipo, na hifadhi za taifa inasimamia hifadhi 21 pamoja na nyumba kumbuki, pamoja na hii nyumba kumbukizi ya Mwalimu Nyerere, lakini na maeneo mengine ya kihistoria ya malikale ambazo ni tano kwa hiyo hii nyumba ya kumbukizi tu yenyewe, ukiingia ndani ya nyumba hii utakuta mambo mengi yanayomzungumzia Mwalimu Nyerere wakati wa uhai wake, wakati akipigania uhuru, lakini na yale yote aliyotutendea Watanzania kuhakikisha kuwa mali asili zipo na zinalindwa. Ni kwa nini mali asili hizi zipo na mpaka leo hii tunaendelea kuzilinda? Ni kwa ajili ya yeye kuazimia kuwa mali asili hizi lazima zilindwe kwa ajili ya watu waliopo leo hii, lakini kwa ajili ya vizazi vijavyo. Na sisi kama Watanzania, lakini kama Taasisi ya Hifadhi za Taifa Tanzania tupo kwa ajili ya kuhakikisha maliasili hizi zinalindwa, na sasa tupo kwa ajili ya kuwatangazia Watanzania kuwa mnakaribishwa kuzitembelea hifadhi hizi ambazo mwasisi hayati Mwalimu Nyerere alihakikisha kuwa leo maliasili hizi zipo. Ninyi popote mlipo, hifadhi za taifa ziko kwa ajili ya kila mmoja, kwa watoto na wakubwa, kwa wazee pia, kwa kila kundi lina haki ya kutembelea maeneo yale ya uhifadhi, lakini lina haki pia ya kutembelea nyumba hii ya kumbukizi ambayo unapata historia nyingi kuhusiana na Mwalimu Nyerere lakini hizi hifadhi yamkini, unaweza kujiuliza kwa nini tunasema Mwalimu alisababisha hifadhi kulindwa. Hifadhi kama hifadhi ziko za aina nyingi, lakini kwenye hizi hifadhi za taifa za Tanzania ni hifadhi ambazo zinakuruhusu wewe tu kutembelea pasipo kuchukua chochote, lakini kutembelea na kujionea vivutio vilivyoko vikiwa wanyama, ndege miti maziwa na maeneo mengine, utatembelea kwenye hayo maeneo pasipo kuruhusiwa kuchukua kitu chochote, na ndio sababu tunasema hifadhi za taifa zipo kwa ajili ya kulinda tu na si vinginevyo. Lakini kwenye hifadhi hizi pia tuna masuala ya utalii. Mnakaribishwa sana kuweza kuzitembelea hizi hifadhi uh, ikiwepo hifadhi ya taifa iliyoko Mikumi ambayo iko karibu sana na eneo hili la Dar es Salaam, lakini ipo hifadhi ya taifa iliyoko Sadani. Hifadhi hizi ni rahisi kufikika lakini pia bei ni rahisi kuingilika. Kwenye hifadhi ya Sadani, Mikumi, Uduzungwa na hifadhi ya Uduzungwa, hifadhi hizi zinalipwa kwa shilingi elfu tano mia tisa tu kwa Mtanzania ambaye ni mtu mzima. Hii ni pamoja na na, na VT. Lakini kwa watoto ni elfu mbili mia tatu sitini Kwa hiyo unaonaje, ni kiasi gani cha fedha ambazo mtanzania ana uwezo kabisa wa kulipa na kuweza kutembelea hifadhi hizo. Lakini nisisite nisi kusema kuwa hifadhi ya mikumi inafikika kirahisi kutoka Dar es Salaam kwa kutumia SGR. Kama uondoki na usafiri binafsi kutoka Dar es Salaam, utapanda SGR itakufikisha Morogoro, lakini Morogoro utapanda mabasi ya, ya, Public, ambayo itakufikisha kwenye geti la Mikumi ambalo utaweza kuingia kwenye hifadhi ile. Lakini usisahau kuna Nyerere ambapo pia una nafasi ya kutembelea, usisahau Saadani ambayo pia iko hapa Bagamoyo, ni karibu sana kufikika pia, na unaweza kuona hifadhi ambayo iko pembezoni mwa bahari ya bahari ya Hindi, lakini kuna Rubondo, nafikiri kuna tukio, mkipita kwenye mitandao mtaona tukio zuri sana la tembo akiwa anapambana na na mamba akiwa ndani ya maji ya, ya akiwa kwenye hifadhi ya taifa ya, ya Rubondo. Kwa hiyo Mtanzania, usisite kusema uwezi, hakuna asiyeweza, unaweza ni kujipanga tu, lakini pia nipende kuwakumbusha Watanzania wenzangu kuwa hifadhi za taifa, taasisi imezindua Tanapa Go, ni app ambayo Mtanzania anaweza kuidownload kutoka kwenye App Store au Google, na anapoidownload anaweza kutumia kuangalia vivutio vilivyoko, lakini namna gani anaweza kwenda, lakini namna gani anaweza kufanya malipo. Kwa hiyo pia tusisite, tumieni Tanapa Go, app ikusaidie wewe kuweza kupata taarifa mbalimbali historia masuala ya marekale zingine zaidi ya nyumba hii ya kumbukizi ya Mwalimu Nyerere, kuna malekale nyingine ambazo zinasimamiwa na taasisi. Unaweza kupata habari zote kwa kupitia app ya Tanapa. Karibuni sana kuzitembelea hifadhi za taifa Tanzania. Mbali na Watanzania pia kuna wageni wa nje ambao wamekuwa wakitembelea kwenye eneo hili la nyumba ya kumbukizi ya Mwalimu Nyerere zaidi ya Watanzania kuna wageni kutoka Cuba wanakuja kwenye maeneo haya wanachama chao kabisa kilichoko hapa ambao walishatembelea lakini kuna wageni kutoka South Africa, ambao wanakuja kutembelea na maeneo mengine ya nchi za mbali ambazo wanajua historia ya Mwalimu Nyerere ambao wamekuwa wakishirikiana nao kutoka UN wanaku kuja kuangalia, je, hii nyumba ya kumbukizi ya Mwalimu Nyerere iliyopo ni nini haswa kipo? Kwa hiyo wapo, watu wa aina mbalimbali wanaokuja kutembelea maeneo haya. Wakiingia hapa wanataka kujua Mwalimu, wengine ambao hawajaona wanataka kujua Mwalimu ukoje, lakini wakiingia mlangoni tu wanakutana na bao, wanaanza kuuliza ili bao ni ya nini. Wanapewa historia ya Mwalimu alivyokuwa akitumia hiyo bao kama sehemu ya kwake ya kuweza kupata taarifa mbalimbali na kuweza kuwakutanisha Watanzania ili kuzungumza masuala mazima ya uhuru.